Mwaka huu 2025 tunaadhimisha miaka 36 tangu klabu ya wavumbuzi imeanza. Na wavumbuzi ni watoto wadogo wenye miaka minne mpaka miaka tisa, wanaojifunza maadili mema, upendo wa Mungu, pamoja na uongozi wa kiroho, na wanajifunza kupitia nyimbo, wanatumia mafundisho ya Biblia, michezo. Nikukaribishe uungane na watoto wadogo wenye furaha, nikualike katika Sabato hii ya pekee tarehe 17 mwezi huu wa tano. Mungu akubariki sana. Tunayo furaha kukualika wewe na familia yako kuhudhuria siku maalum itakayofanyika Sabato ya tarehe 17 Mei 2025 hapa kanisa la Kirumba Mwanza. mwaka huu ni safari kwa imani. Kila mvumbuzi ni taa ya Yesu katika dunia hii yenye giza. Siku hii itajumlisha ibada maalum iliyoandaliwa na watoto, maigizo ya mafundisho ya Biblia, huduma kwa jamii na nyimbo zenye ujumbe na watumaini. Usikose kushiriki nasi. Njoo ujionee watoto wakimtukuza Bwana kwa vipaji vyao. Wavumbuzi ni nuru ya leo na viongozi wa kesho. Karibu sana. Mungu akubariki. Wa sisi walimu tutakuwepo na tunasafiri kwa imani. Sisi wazazi tutakuwepo, tunasafiri